Ok, hii ni jifunze leo YouTube channel. Kabla ya yote usikose kusubscribe, kulaiki pamoja na kushea. Kikubwa zaidi subscribe, manake unajisajiri. Usikose kugonga hiyo kengere ili uweze kupokea taarifa zetu kila tunapo upload video nyingine mpya. Hivi punde tutaanza ku upload video moja nzuri sana ambayo itakusaidia wewe kufahamu mambo mengi sana kwa majina, naitwa Maripo Mgaya. Karibu sana ukaribisha kwenye kipindi hiki nijifunze leo channel hii hapa kubwa kabisa hapa Tanzania. Uh, twende. Uh, leo tuna kujifunza kusoma na kuandika. Imekuwa kawaida yetu kujifunza kusoma na kuandika herufi kadha wa kadha ikiwepo mwambatano au tunasema mwambatano, lakini wakati mwingine najifunza silabi ambazo sio mwambatano ni za kawaida, na hii inakupa funzo au inakupa namna gani wewe unaweza kujifunza kusoma na kuandika. Nawashukuru wote ambao wanafuatilia channel hii kila siku, unaona kuna views zinaongezeka kuna subscribers wanaongezeka, ni jinsi gani wanaona mchango wa hii channel yajifunza leo, shule na malezi. Okay bas, twende leo unaeza kujifunza kitu kinachoitwa kusoma na kuandika darasa kusoma na kufanya nini na kuandika Aa, okay. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 4 elfu mbili na ishirini na ngapi? elfu mbili na ishirini na tano, um, twende kazi. Ni ilele, kazi ni moja, kusoma na kuandika darasa la kwanza. Jambo halijaandika twende kazi. Aa, okay. Leo tunaenda kujifunza kusoma herufi ma me mi mo mu, alafu tunaenda kujifunza kusoma herufi na, ne, ni, no, nu, alafu tunaenda kujifunza kusoma herufi pa pe pi po pu. Lakini sahau kwamba tunatoa huduma ya kufundisha online kupitia WhatsApp kwa njia ya teknolojia ya kipekee ambayo hujawahi iwaza. Ni njia inawezesha wewe au mtu yoyote ambaye hajui kusoma na kuandika popote alipo duniani, tunamfundisha. Karibu sana. Okay, tuanze na hii herufi nini na hizi silabi ma, me, mi, mo, mu. Hizi hapo ndo ma me, hii ndo ma me mi mo mu, tena ma, me, mi, mo, mu. Ukiweza kusoma hivi kwa kwenda hivi kwa mfatano ujue kwamba ni njia mojawapo ya kukariri lakini, ili ujue kwamba umeanza kuelewa, umeanza kuziweka hizi silabi kichwani, kana kwamba muda wote unaweza ukasoma maneno kwa haraka na bila kubabaika, unatakiwa uanze kusoma hapa, kwamba mfano unaanza kusoma upande wa kulia kurudi kushoto, kwamba mu, mo, mi, me, ma tena mu mo mi me ma. Ok, hiyo ni ma me mi mo mu. Lakini pia kuna herufi ina kuna ina, silabi inaitwa na ne ni no nu. hiyo hapo k okay? Tuende inasema na ne ni no nu tena hapo turudie na ne ni no nu no. Unaona kabisa unasoma kuanzia kushoto kwenda kulia kwa mfuatano wa i o u ambao ni na ne ni no nu no. Okay, maneno tunaita na kwa sababu pana a, na ne kwa sababu pana e, na ni kwa sababu pana i, no kwa sababu pana no, na nu kwa sababu pana nu no. Basi unaweza kuanza pia kusoma upande huu hapa nu no, no ni ne na, tena nu no, no ni ne na. Sawa kabisa. Uh, twende kazi. kinachofuata sasa ni pa pe pi po pu. Hapo wow, tunaamba hapa ni pa pe pi po pu. Tena pa pe pi p po, hizo po, po, ndo silabi zetu ma na pamoja na pa au me ne me pamoja na pe, okay? Kwa maana hiyo sasa twende sasa, kitu kikubwa, lengo la kujifunza hizi silabi ni kwamba mwanafunzi unajifunza, unajifunza kusoma na kuandika, inabidi uzikusaidie kwenye kuunda maneno ili uweze kusoma taarifa mbali mbali kupitia lugha ya Kiswahili lugha iliyotukuka hapa Tanzania na East Africa, yani Afrika Mashariki. Twende sasa mimi ni hame hapa, tutaenda kuunganisha nini? tutaenda kuunda maneno, tutaenda kuunda maneno, tutaenda kuunda nini? Maneno. <coughs> tuyapole kwanza. Okay. Sasa kwenye kipengele chetu cha kuweza kuunda maneno, kipengele chetu cha kuweza kuunda maneno, okay. Hiki ni kipengele maalum kwa ajili ya wewe unayejifunza kusoma na kuandika, kuunganisha silabi, kuunganisha irabu ili zitengeneze maneno. Ok, mfano kwenye si silabi mamemimomu, naneninonu na pa pepipopu, tunaweza tukapata maneno mbali mbali. Ok, unaweza ukapata maneno mbali mbali. Uh, maneno haya ni kama ifuatayo. Kwenye mamemimomu na naneninonu, tunaweza tukapata maneno kama vile nini? Meno. meno haya ni meno. Mtazamaji unavyoona hapa, hiyo ni picha ya nini? ya meno. hiyo ni picha ya, hiyo ni picha ya meno, picha ya meno inaandikwa hivyo, meno. mame iy hapa nane ni no hii hapa. Kwa hiyo ni me, no. Sasa me, no. Hayo ni meno kwamba sasa unajua kuunganisha. Sasa umeanza kujua kuunganisha. Twende tukajifunze kitu kingine kwenye nane ni no, nu, tunaweza tukapata maneno kama vile nane kama vile nini nane kama vile nane nane n ni nonu, tukapata maneno kama nane. Lakini kwenye papepipopu, tunaweza tukapata maneno kama vile nini, pa, papai. Tuanze na papepipopu ambayo ni hii hapa. Hii tunaita haya, tunaita mapapai, tunaita mapapai, tunapata mapapa Ok, ma okay? pa tena pa, mapapa. Kumbuka tumejifunza ma memi momu, pa, pa, pa pepi popu. Hizo irabu a e i o u inaeleweka, kwa sababu kila silabi unapoimba babebibobu, bameninonu, ok kuna a e o ndani yako. Ma, pa, pa, e. ma Okay. Ma, pa pa. Okay. Kwa hiyo tumepata neno nini? Mapapai ni. Twende neno letu la mwisho ambalo tumeweza kuliunda siku ya leo linalotokana na nane ni nunu. Tumepata neno nane, tumepata neno nini? Nane, nane. Okay. Nane inaandikwaje? Tunaunganisha neno hesilabi na pamoja na silabi ne tunapata neno nane. Tunapata neno nane. Hii ndo nini? Hii ndo nane. Hiyo ndo nini? Ndo hii ndo na ne. Okay. Basi, usikose kusubscribe hii chaneli, gonga kengele ili uweze kupokea taarifa unapoweka video zetu nyingine kwa majina maekamalipomgaya tombea hiyo. Welcome at Green City. Basi nukuage niseme karibu wakati mwingine, thank you very much.